Mapambazuko ya Machweo, kila mchezea wembe. Jadili athari za pombe ukirejelea hoja kumi katika hadithi ya kila mchezea wembe.

kuacha kumbe, na pengine hata ujogo wangu ishani wa kura, mauti mosi anakufa baada ya kunywa pombe kamamaki kajamigi. Mm, unapata so pale ukurasa arobaini na saba ingali pale pale uliponiaja siku ile. Napata miezi mingi sasa, hali yangu nayo ni ile ile sijapata kuona wala kubandika mitandari wala kupata hamu ya chakula na mshukuru Karima kwawili wa shukrani kwa kuwa sasa naweza kusema, japo kwa kulazimisha, nimepata hisia za nguvu, na inshallah, ile damu ya libubujika kuwa nimekauka, ninapotapika ni mara moja moja na si damu tena. Ni kama muujiza kwamba chakula sasa chapita kooni na tumboni. Ile ili mitoa ni wamenitoa ila ya mikononi bado maji yanatona imeponea ya chupuchupu alafu uone madhara mengine ni pale wakati alikuwa ameenda kwenye maombolezi si sindio haya tena akiwa na nani hatari nyingine akiwa na anji sindio mm -hmm. sasa anajiwa pesa na pia asubuhi ile akiondoka sianaakasasita <laughs> mm -hmm. hadhari hizo zote nilikuwa nataka uniandikie pale